Bismillahi rahmani rrahim, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasalam. Leo katika halaka yetu ya tatu ya kitabu cha qiyamu Ramadhan kilichoandikwa ala, Kili na Sheikh Muhammad Nasir din al Albani rahmatullahi taala alaihi, kikizungumzia mabahithi yanahusiana na kisimamo cha Ramadhan, anazungumzia usiku ulio bora ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan na usiku ni wa Lailatul qadr.

ukawafikishwa ule usiku kwake, yeye imanan wahtisaban, akasimama kwa kumwamini Allah na kutarajia malipo, hali ya kuwa anafanya hivyo. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, anasamehewa katika madhambi yake yu yote yaliyotangulia. Kisha riwaya nyingine iliyokuja kuainisha usiku huo ni riwaya ambayo Sheikh Albani amerajihisha, anasema hiya laila tusabi 27 min Ramadhana lal arjah, ni usiku wa tarehe 27 katika kauli yenye nguvu. Alaihi aktharul ahadith, kauli hii ndio ina hadithi nyingi. Minha hadithi ya Zurr bin Hubaysh ambaye ni tabi'i aliyediriki ujahiliya na akawa ama waliriki masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam. Alikufa al mwaka themanini na moja hijria. Qala, anasema samitu Ubayya bin kabin yaqul, nilimsikia Ubayya akisema. Qila lahu, na aliambiwa kwamba Ibn Mas'ud anasema man qama sana asaba lailat alqadr, atakisimama mwaka mzima ataipata ila lailat alqadr lqadri. Kweli ukisimama mwaka mzima katika usiku wa mwaka Yani, siku zote utaipata lailatul qadr. faqala Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, akasema Ubay rahimahu llah na akasema, arada an la yattakila nnas Abdullah bin Mas'ud ametaka watu wasifanye uvivu katika kisimamo cha usiku katika masiku yote ya mwaka. walladhi la ilaha illa hu akaapa, innaha la fi Ramadan, akasema huu siku upo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani yahlifu wama yastathni anahapa, na wala hatotekeleza kafara ya kiapo chake. wallahi inni la alamu ayu laylatin hia akasema mimi naapa kwa Allah na ufahamu ni usiku gani huo. hiya laylatul lati amara amarana rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha ni usiku ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha tusimame. wa hiya lailatu laylatu sabia wa hiya laylatu sabihati 27 ni usiku wa kuamkia asubuhi ya tarehe ishirini na saba yani usiku wa ishirini saba ndani ya Ramadhan. Wa amaratuha na alama za usiku wa lailatul qadr, an tatlu ash-shams, nilikachomoza jua fi sabihati yaumiha, katika asubuhi yake, beidhaa ala shuaa laha, kwamba ni jua likachomoza likawa halina nguvu na wala halina miale yenye kuunguza, yani ni asubuhi tulivu, ndo alama miongoni mwa alama za usiku wa lailatul qadr.